Yeah. Ito Scott Beatz is touchy touch about to Safination Music ni producer Halari wa Safination Music na mmiliki Halari wa Safination Music. Uh, kama uja subscribe channel yangu, subscribe channel yangu, like, share na kukoment uh, na kuwasha alama ya kengele ili kwa kwanza kujipatia notification uh, za mafunzo kutoka Safination Music uh, kama unahitaji uh, plugin wewe ni cheki tu kwa namba yangu ya WhatsApp ambayo 0710 136 529. Aa, kama una tatizo lolote la kuhusiana na production machine pia unaweza ukanicheki WhatsApp namba hiyo, na nikakupa ushauri aa, mambo yakaenda vizuri. Sasa leo hapa tutagusa Kontakt, aa, Kontakt anatoa library kama kadhaa hivi kwa bei ya ofa, unaweza ukanicheki. Kwa mfano kuna hii ya ma PSR e, mia tisa ambayo ina kama unavyoona hapo ina vitu vingi sana, ina gitaa hizo hapo uh, lakini ukiachana na gitara, ina blaze, ina flute, ina saxophone, ina nini, ina synth stage uh, viko vitu vingi kama unavyoona hapo. Pia uh, we ni cheki tu kuipata hii, we ni cheki kuipata hii, lakini pia sitoitoa peke yake uh, hii bwana na imani hii nitaitoa na Okay, nitaitoa na hii hapa kuna tasking hapa yeah, tasking. Kwa, nikaitoa na hii hapa kuna mbona na preset ya keyboard ni wewe tu. Eh <tune> e, kama unavyoona kama utaki keyboard unataka strings labda uh, utapata strings haina, yeah, shida. We ni cheki tu. <tune> Ya sitoitoa hii peke yake, kuna nyingine hapa inaitwa hii yi hapa synth stage okay, synth stage hii hapa. Na hii utaipata synth stage kama uja like, uja share, uja comment, uja washa alama ya kengele. Ah, wewe fanya hivyo kwanza, uone ujipatie mambo mazuri kutoka Safi Nation Music kwa Scott Beatz. Ah, kwa ushauri wa kitu chochote cha studio, unaweza ukanicheki kwa namba hiyo. Ah, tukafanya maujanja mengi mengi. Ah, lakini pia sitawasahau wanangu wa Kenya, Uganda ambao mnanipa sana support. Like zenu naziona, ah, mnaitisha sana ase. Okay, sasa hii hapa. Hizi plugin tatu nitazitoa lakini kama unataka full, full library unaweza ukanicheki pia tukafanya biashara. Asante na karibu. Naitwa Scott Beatz, touch touchable.